Nao panda juu yao, unaweza ukasimama upande juu yao. Sema nitaendelea, sema nitaendelea, nitaendelea. Sema nitaendelea nikiwa juu ya madhabahu, tutaendelea Baba. Sema rabababa, sema naendelea, sema naendelea, sema naendelea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema naendelea, sema naendelea, panda juu yao. Sema mimi, mimi nitaendelea. Sema mimi nitaendelea, sema mimi nitaendelea. Raba baba, baba, sema nitaendelea, sema nitaendelea, sema nitaendelea. Wanakuambia hautaendelea, wewe utaendelea, utaendelea, utaendelea.

Mtaendelea oh, matajiri mtaendelea. Mikono matajiri, ina mikono juu, mikono yako juu, yako juu. Naona watu watatu, haya, watu watatu wana vita inayotoka ndani ya familia, na hiyo vita inayotoka ndani ya familia, kila ukianzisha jambo jipya unakwamishwa na mmoja. Haruhusiwi kuingia kwenye ndoa, maana hatima yake iko kwenye ndoa, na mizimu anasema, huyu akiingia kwenye ndoa atazaa wa, wa, wa, watoto watakaovunja madhabahu